Anatoa utabiri mtoto huyo atakavyokuwa. Ndani ya hekalu alikuwepo mwanamke ambaye jamii ile ilimuheshimu ikampa jina la kuwa ni nabii. Huyu alikuwa anaitwa Ana. Maandiko matakatifu yanazungumza kwamba aliishi na mwanaume kwa muda wa miaka saba, baadaye huyu mwanaume akafariki. Kitendo hiki cha yeye kufiwa na mume wake kilimtengenezea huzuni, huzuni kubwa. Lakini huzuni hii aliyokuwa ameipata katika namna ya mwili ilikuwa imebeba kusudi kubwa katika mambo ya kimbingu. Mapito yake yalikuwa ni ya huzuni. Tunajifunza kitu gani? Kuna nyakati mapito yako yaweza kuwa ni ya huzuni kubwa, yaani unaonja vifo vya wapendwa wako kuweza kuondoka huzuni hii inaweza ikakufanya ukawa ni mgumu, na huzuni inaweza ikakufanya ukawa na uchungu mkubwa ndani ya moyo wako. Huzuni hii ya kuondokea na wapendwa inaweza ikatengeneza kinyongo dhidi ya Mwenyezi Mungu, na baadaye ukafanya uwasi dhidi ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu ameruhusu hayo mambo yatokee, ana mpango gani? Lakini kwa Ana ilikuwa ni tofauti ile huzuni iliweza kumfanya aweze kuwa mpole na mwenye huruma. Kufiwa na mme wake kulimpelekea nafasi, akagundua wito mwingine mkubwa wa Mwenyezi Mungu alikuwa amemwitia. Na hiyo basi ikamfanya sasa aingie katika kusudi hilo la Mwenyezi Mungu. Kwa muda wa miaka 84 akabaki katika hekalu, yeye akiwa ni mwombaji akiwa ni mtu wa kuabudu, haondoki. Muda wake mwingi akawa ni kufunga. Huyu alidumu katika njia hiyo, Nabii Ana, na ni kweli. Hadi katika safari ya maisha Mwenyezi Mungu amefanya mambo mengi makubwa kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakaondoka na Mwenyezi Mungu akakupatia wito mwingine. Tuna mifano mingi ya mtakatifu Lita wa Kashia, ambaye yeye kwa tamaa za fedha na maisha, wazazi wake walimuoza, lakini kusudi la Mwenyezi Mungu kwa huyu Rita Wakashia halikuwa kuweza kuolewa. Mungu akaruhusu aweze kuolewa, na baadaye yakaja yakatokea majanga, mume akafariki na watoto wawili aliokuwa nao akafariki. Akarudi katika maisha ya wito akawa ni mtawa, sasa hivi, ni mtawa na sasa hivi amekuwa ni mwombezi wa watu wengi wanaopita katika mazingira magumu kwenye shida mbalimbali, ni mwombezi wa mambo yaliyoshindikanika nini alianza na vifo amekuja kuishia mtakatifu Nabii Ana ameanza na vifo, kifo cha mume wake, anaishia kuja kupata zawadi kubwa ya mtoto Yesu kuja pale hekaluni, naye anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hilo. Katika maisha yako umepitia machungu ya namna gani? Umekubali matokeo hayo? Ukikubali ukiyapokea kwa moyo wa shukurani na kutofikiri kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia adhabu jambo hilo, misiba, huzuni, uchungu inaweza ikakupelekea ukapata zawadi kubwa. Na Mungu yeye ni mwaminifu, anampatia huyu nabii Ana zawadi kubwa ya mtoto Yesu, aliyekuwa mjane kwa muda wa miaka themanini na minne kwa sababu alivumilia, alivumilia katika ile haki ya mwenyezi Mungu, akadumu akimwabudu mwenyezi Mungu, akadumu akimuomba, akadumu katika kuweza kufunga Usije hata siku moja ukapata uchungu kwa Mwenyezi Mungu katika suala zima la matukio hayo, bali ona kwamba ni fursa kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anakuita, na hiyo fursa kubwa nayokuitia Mwenyezi Mungu za mwishoni, lazima akupatie zawadi hiyo. Unakutana na Kristo, alifurahi sana nabii Ana, uchungu wote uliisha. Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa amemwandaa kwa kusudi kubwa, aje akutane na Kristo hekaluni. Je, katika huzuni yako katika vifo vya baadhi ya wapendwa wako ambao wametokea, unadhani kama Mwenyezi Mungu amekuandaa kwa kitu gani? Mwenyezi Mungu huwa anaruhusu wapendwa wengine waondoke ili akupeleke katika jambo kubwa zaidi la kimungu. Muombe Nabii Ana aweze kuwa mombezi wako katika nyakati ngumu unazopitia. Yaweza kuwa ni mjane, chukua kabisa kama ujane, kama ni fursa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anakuwa ni mume wako. Unaweza kuwa ni yatima Chukua fursa hii kama Mwenyezi Mungu sasa, yeye ndio baba wa yatima na hajawahi kumwacha yoyote ile ambaye alimwita Mwenyezi Mungu kama ni baba, kwa sababu yeye anatuokoa, anawaokoa watoto wake wote wanapita katika changamoto hizo. Nabii ana aweze kuwa mfano wetu katika kuweza kupokea machangamoto hayo kwa ajili ya mwisho mkubwa wenye heshima wa kuweza kukutana na Kristo kule mbinguni. Machangamoto yapo duniani, kamwe yasikufanye ukatengana na Kristo, ya kufanya uunganike na Kristo. Tuna mifano mikubwa ya watu waliokuwa washindi, nawe mwenyewe pia uweze kuwa mshindi katika huzuni, katika machungu ambayo yamekupata. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.